Sasa basi bila kupoteza muda nichukue nafasi hii tena kumkaribisha presenter mwingine eh. Tunaye binti mwingine hapa ambaye yeye atajitambulisha, lakini pia ni mtangazaji na ni mtayarishaji wa vipindi na naamini kabisa atakuwa na ya kuwaeleza. Naomba tumsikilize, karibu sana Liz. Asante sana mwenyekiti, mimi naitwa Liz Business, ni mtangazaji wako ambao tutakuwa pamoja kupitia Tausi wa Nishati Safi kubwa kabisa ambalo nataka kukuambia ni kwamba kabla hatujakulaumu kuhusiana na wewe kuchafua mazingira, sisi Tausi wa Nishati Safi tuko kwa ajili ya kukupa elimu lakini pia kukuhakikishia kwamba tunakupa utatuzi wa changamoto mbalimbali ambazo zinasababisha uchafuzi wa mazingira. Pengine unaweza ukawa unakata miti lakini haufahamu kwamba nakata miti madhara yake yatatokea nini. Sisi Tausi uh, wa Nishati safi Tutakwambia madhara ya kukata miti lakini tutakuelekeza namna gani uh, utunze mazingira ili tuwe na nchi ambayo iko safi. Kwa hiyo tutakutana hapa hapa kupitia Tausi kwenye vipindi vyetu. Lengo ni moja tu, kupeana elimu kuhusiana na nishati safi. Mmeweza kumsikia Bilizi pale akiwaelezea ya jinsi ambavyo ataweza ku present vipindi vyake na kuweza kuhakikisha kwamba anawapa kilicho bora na kuhakikisha kwamba elimu inatolewa. Zikuni hizi zinaweza eh, zikasababisha umaskini na kushukuru sana kwa sababu, umaskini wenyewe tunajikuta kwamba tukikata miti hatujui kwamba leo tunatengeza umaskini, lakini miti hiyo tukishafyeka, unapokata mti hapa kwenye kijiji fulani, basi huo mti haupo tena, unahamia kwenye kijiji kingine. Matokeo yake yule anayekuwa anakata mkaa na kukata kuni, kijiji kizima unakuta kimefyekwa, hakuna hata mti mmoja. Kwa hiyo yu, yule aliyekuwa anatengeneza kipato kwa kutumia kuni na mkaa na kwa sababu ashazoea kufanya hivyo hana mbadala wa shughuli nyingine, basi anajikuta kwamba ile miti kishafie kwa ikiisha, kwa kuwa hakujiandaa na shughuli nyingine, basi anabakia maskini. Kwa hiyo umaskini unaongezeka. Sasa basi, ndugu watazamaji wa kipindi chetu cha Tausi wa Nishati Safi, tunaye eh, mwenzetu mwingine ambaye yeye atakuwa mzungumzaji wa mwisho ambaye anashughulika yeah, na maswala mazima ya marketing. Karibu sana ndugu Primus. Kwa majina naitwa Primus Mgisha. Kama nilivyotambulishwa na mwenyekiti wa Mother of Foundation kupitia taasisi ya Tausi wa Nishati Safi. Kazi yangu kubwa ni kuratibu kuhakikisha kwamba tunamfikia kila Mtanzania aweze kutumia nishati safi. Kwa hiyo, watanzania wenzangu, kokote nitakapopita nitawafikia wadau wote, naomba mtuunge mkono, tumunge mkono mama rais wetu Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba nishati safi inatumika majumbani mwetu, kwenye viwanda, hata kwenye magari. Kwa hiyo kazi yangu ndio hiyo tu ambayo nitakuwa nahakikisha kwamba kila kitu kinafanyika kutokana na dhima ya projekti yetu ya Tausi wa nishati Safi. Asanteni, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana washiriki wenzangu, viongozi wenzangu wote kwa ujumla, crew uh, nzima kwa kuchukua nafasi hii kuweza kujitambulisha kwa Tanzania ni nini tunakwenda kufanya. Kwa hiyo nichukue nafasi hii katika kuashiria kwamba tumeweza kujitambulisha kwa jamii, tumejitambulisha kwa wadau, tumejitambulisha kwa Watanzania wote kwa ujumla, lakini pia tumejitambulisha serikalini. Naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha ndugu yetu Mugisha Primus kwa ajili ya kutufungulia champagne. Karibu sana. Asante sana asante sana. Basi kila mmoja ataweza kuonja champagne hii ambaye ni baraka kabisa kabisa. Tausi wa nishati safi oye! Tausi wa nishati safi oye! Basi kila mmoja ataweza kupata kinywaji ili tuweze ku kufanya cheers kwa pamoja. Haya. Okay. Moja, mbili, tatu. Cheers! letamara <laughs> <laughs>